Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Atupele Fred Mwakibete mbunge wa Busokelo aulize swali lake yeah. Nashukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Atupele Mwakibete swali lake 262 naomba lipate majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukamilisha ujenzi wa vituo vya afya Mpata, Isange na Ntaba jumla shilingi milioni 491 zinahitajika. Kituo cha afya Mpata kinahitaji shilingi shilingi milioni 395, kituo cha afya Isange shilingi milioni 76 na kituo cha afya Ntaba shilingi milioni 20. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024 25 serikali imetoa shilingi milioni 150 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa vituo vya afya vya Mpata, Isange na Ntaba katika mashauri ya wilaya ya Busokelo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha miradi viporo ya vituo vya afya nchini ikiwa ni pamoja na vituo vya afya vya Mpata, Isange na Antaba ntaba. Asante. Mheshimiwa Oran Njeza. Yeah, nashukuru sana Mwenyekiti na nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali na kwa kuwa serikali imetenga na mahitaji makubwa kwa vituo hivyo ni majengo ya OPD pamoja na upasuaji, je, ni lini serikali itapeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha majengo hayo? Na swali la pili, kwa kuwa wananchi wa kata za Ilungu Iwindi, pamoja na kata ya Ulengi wameshajenga vituo vya afya kwa hatua kubwa, je, ni lini serikali itapeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha majengo hayo ambayo yamejengwa kwa nguvu za wananchi? Waziri: asante sana mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nianze kwa kuwapongeza wananchi wa jimbo la Busokelo kwa namna ambavyo wamekuwa wakishiriki katika kuchangia nguvu zao katika ujenzi wa vituo vya afya. Na serikali hii ya awamu ya sita inaongozwa na mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan imeendelea kutenga fedha na kuwapelekea fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo hivi vya afya, lakini tunafahamu kwamba ujenzi wa vituo hivi unakwenda kwa awamu. Serikali ishapeleka fedha katika vituo hivi vitatu. Na tunafahamu kuna majengo ambayo bado yanahitajika ikiwepo majengo ya OPD na jengo la upasuaji. Naomba nimwahakikishe mheshimiwa mbunge na wananchi wa jimbo la Busokelo kwamba serikali inafahamu na imeshaingiza kwenye mpango wa vituo vinavyohitaji fedha kwa ajili ya umaliziaji na tutahakikisha tunapeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha vituo hivi vya afya ikiwemo ujenzi wa majengo ya OPD, jengo la upasuaji na majengo mengine ambayo yanapungua. Swala so, la pili mheshimiwa mwenyekiti, ni kuwapongeza wananchi wa jimbo la Mbeya Vijijini Mheshimiwa mbunge kwa namna ambavyo wamejenga vituo hivyo vya afya, lakini muhakishie tu kwamba tayari serikali ilishaweka utaratibu madhubuti wa kutambua vituo vya afya vyote ambavyo vimejengwa kwa nguvu za wananchi, lakini zahanati na kutenga bajeti kwa awamu kwa ajili ya kukamilisha vituo hivyo. Kwa hivyo, mheshimiwa Oran Njeza, nikuhakikishie tu kwamba tunafahamu na tutatenga fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa vituo hivyo vya afya. Mheshimiwa